Mambo vipi internet? Hii ni part 2 yani muendelezo ile video ya Mars okay. Yeah. Ile video ya Mars tulipokuwa tumeishia ni kwamba kulikuwa kuna chombo ambacho NASA wamekituma Mars kwenda kufanya utafiti mbalimbali mbali. Lakini pia hichi chombo kilikuwa kinatakiwa kikusanye sample za mawe mbalimbali ambayo yapo Mars ili siku moja hizi sample ziweze kurudishwa duniani ili ziweze kufanywa utafiti sasa kama ujaangalia ile pati 1 unaweza ukaicheki ili twende pamoja. Ukiangalia hii pati 2 unaweza tu, usielewe tumefikaje hapa. Sasa hili robot la Perseverance lilikuwa limefika sehemu fulani ambapo NASA wanapaita Neretva Vallis. Kama unavyoona, huu ulikuwa ni mtu ambaye ulikuwa unaingiza maji kwenye hii Jezero creta, na hapo ndipo tunaona ile picha ya hivi vidoti vidoti vyeusi kwenye huu mwamba. Hapo ndo ilipopigiwa nakumbuka kwenye pati wani tulisema kwamba hivi vidoti vidoti ndo NASA wanavitumia kuthibitisha kwamba huenda maisha Mars yalikuwepo miaka bilioni tatu iliyopita. Sasa hapo ili kuelewa kwa nini NASA wanatumia hivi vidoti vidoti, vidoti vyeusi ambao wamevipa majina mbalimbali kama leopard sport na poppy seeds, kama nakumbuka vizuri, nadhani ayo ndo majina yake kama uthibitisho wa maisha yaliyokuwepo Mars miaka bilioni tatu iliyopita. Kwa mtu wa kawaida ukiona unaweza ukasema hivi si ni vidoti vyeusi tu, vinamaanisha nini? Sasa ili mimi niweze kuelewa ili nibidi niende nisome pepa ambayo lilikuwa publish kwenye Nature, na ili pepa lilikuwa na title ambayo inasema kwamba redox driven mineral and organic association in Jezero crater. Nikasema okay, kwanza kabisa hapo, hii title moja kwa moja inaonyesha kwamba hii chemistry, ni chemistry ambayo ni nzito sana ambayo iko humu kwenye hii pepa kwa hiyo ili niweze kuielewa hii pepa ili nibidi niache kula ugali siku tatu ndo niweze kuielewa, sababu <laughs> mi sio mtaalamu wa chemistry, lakini nimejaribu kuisoma hii pepa na kuna vitu nimeweza kuvielewa vizuri, na hivi ndio nikasema sio mbaya, inabidi nishie na wana Maxtech, watu ambao siku moja wataleta mapinduzi ya sayansi na teknolojia hapa Bongo. Okay, kitu cha kwanza hapa cha kujua ni kwamba hii redox reaction ni nini haswa, sababu hili ndio neno la kwanza kabisa kwenye hii title ya hili paper. Okay, redox reaction hii ni chemical reaction inayotokea pale ambapo electrons zinahamishwa kutoka kwenye molecule moja kwenda kwenye molecule nyingine. Sasa inaweza kuwa hii molecule imepoteza electron, au kwa lugha rahisi ni kusema kwamba imepoteza nguvu hii. Sasa kwenye kemia tunaita oxidation reaction, au labda molecule imepata nguvu imeongeza elektroni nyingine kutoka kwenye sehemu nyingine, kutoka kwenye molecule nyingine, imepata elektroni nyingine. Yani hapa kwenye chemistry tunasema hii ni reduction reaction. Sasa njia nzuri ya kuelewa hili jambo, hebu fikiria kwa nini sisi binadamu pamoja na wanyama wengine tunakula chakula. Kwa haraka lako utasema Max, tunakula hiki chakula ili tupate nguvu. Sasa umewahi jiuliza ni jinsi gani huo ugali unaokula unakupa nguvu? ya yeah. Kitu kinachotokea hapa ni process ya redox reaction. Hii molecule ya glucose ambayo unaweza ukaipata kwa mfano kila ugali, ikiingia kwenye mwili wako itavunjwavunjwa, hadi itafikia kiwango cha ile electron au nguvu ambayo inatumika kushikilia huu muunganiko wa hii molecule kwa pamoja, itatoka na kuacha hii molecule ivunjike vunjike kabisa. Sasa hii nguvu ambayo ilikuwa inashikilia hii molecule ya glucose kwa pamoja itatoka na kuingia mwilini mwako. Sasa mwili wako utaweza kutumia hii nguvu ya glucose. Yaani nguvu ambayo ilikuwa inashikilia hii bond ya glucose na kushikilia kwa pamoja itakuwa haipo kabisa sababu hii glucose imevunjika na mwili wako utaweza kutumia hii nguvu. Sasa hii ndio process ya oxidation ikiwa inafanyika hapa. Na hii nguvu sio kwamba itatumika moja kwa moja mwilini mwako. Hapana, hii nguvu itapelekwa kwenye seli, hadi kwenye sehemu inaitwa mitokondria, ambao hili ndo kama jenereta la mwilini mwako. Hili jenereta kazi yake ni kuchukua mafuta, ambao hii ni ile nguvu ambayo imetoka kwenye glucose, baada ya glucose kuvunjika na kuachia nguvu yake, hii nguvu yake itaenda kwenye hili jenereta la mwilini mwako ambao ni mitokondria. Mitokondria itatumia hii nguvu kutengeneza kitu kingine kabisa ambacho kitaweza kuupa mwili nguvu sasa. Nadhani hapo nimeeleweka. Kama jenereta lenyewe itabidi lipewe mafuta ndo liweze kufua umeme, na hivyo ndivyo seli yako inavyofanya kazi, au hii mitochondria ambayo ipo ndani ya seli. Sasa hii mitochondria itachukua nguvu kutoka kwenye glucose, baada ya glucose kuvunjika, yani zile bondi zake kuvunjika, ile nguvu itatoka na kwenda kwenye mitochondria hii mitochondria itatumia hii nguvu kuiongeza kwenye molecule nyingine kabisa ambayo ni tofauti na glucose na kutengeneza kitu ambacho kinaitwa ATP. Hii ndio nguvu ambayo inatumika mwilini mwako. Sasa kitu ambacho kimefanyika hapa ni kwamba hii mitochondria imefanya reduction reaction, sababu imeongeza nguvu kwenye molecule nyingine na hii ndo nguvu ambayo inakwenda kutumika mwilini mwako. Kwa hiyo unaweza ukaona kabisa hii process nzima ya kula chakula, hichi chakula kinafanyiwa oxidation ili kutoa ile nguvu ambayo ipo kwenye hizi bond za molecule ambazo zipo ndani ya chakula chako ambacho umekula, kwa mfano glucose na vitu vingine vingi kweli sasa hii nguvu inachukuliwa na mitokondria kuongeza kwenye molekuli nyingine na kupata hii ATP, ambayo hii ndio inayotumika au hii ndio nguvu ambayo inatumika na mwili wako. Kwa unaweza ukaona hii prosesi nzima inatokana na hii prosesi ya redox reaction. Bila redox reaction, namaanisha kwamba wanyama hawasinge kuwepo duniani, lakini pia hata bakteria wapo, bakteria ambao wanafanya hii proses ya redox reaction. Sasa najua na unavyojiuliza najua najiuliza, Max hii redox reaction inahusiana nini na vile vidoti ambavyo tumeviona Mars, ambavyo NASA wanasema hivi vidoti ndio evidence ya maisha kuwa yalikuwepo kwenye isaali ya Mars miaka bilioni tatu iliyopita, kuna uhusiano gani hapo? Okay, uzuri wa hii redox reaction ni kwamba ukijua kitu gani huyu bakteria au mnyama alikuwa anakula zamani, inamaanisha kwamba ukienda kuangalia kwenye haja kubwa yake au mabaki yake unaweza ukajua kabisa kama huyu mnyama alikuwepo kwenye hii sehemu au hakuwepo kwenye hii sehemu, sababu kwenye haya mabaki yake au kwenye haja kubwa yake unaweza ukaangalia ni element gani ameipunguza au ni element gani ameiongeza. Na moja kwa moja ukiona hii evidence unaweza ukajua kwamba hii sehemu huyo mnyama alikuwepo au tuseme bakteria alikuwepo kwenye ile eneo, na hizi data zote unazotoa kwenye haja kubwa yake. Nani alisema kwamba haja kubwa haina thamani? Ina thamani, yeah, kwa wanasayansi <laughs> Sasa hii unaiona ni ramani ya eneo inaitwa Bright Angel kwenye ule mto ambao nilikwambia uko Mars. Hizi ni sehemu mbalimbali ambapo sampo kama hizi zimeonekana, na hii animation inaonyesha vizuri kabisa ni namna gani lova ilivyokuwa inajaribu kufanya utafiti kwenye haya maeneo, ikiangalia kwenye haya mawe na kufanya utafiti mbalimbali mbali na hata kuchukua sampo. Sasa huu utafiti wa kuchunguza vile vidoti vyeusi yani vile poppy seed pamoja na leopard spot ulianza kufanywa na vifaa viwili vya hii rover ambao hivi vifaa vipo kwenye mkono wa hii robot. Sasa huu mkono na kifaa kimoja kinaitwa Watson. Sasa najua unaweza kudhani labda hili ni jina la mtu aliyotengeneza hiki kifaa au injinia. Hapana, NASA huwa wana tabia ya kuita majina hivi vifaa kwa mfumo wa acronym, kwa inamaanisha kwamba hili jina lina kilefu chake. Sasa kilefu cha hili jina la Watson ni wide angle topographic sensor for operation and Engineering. na kifaa kingine ambacho kilifanya utafiti ni kifaa kinaitwa Sherlock. kilefu chake ni scanning habitable environment with alarming and Luminescence for organic and Chemical instrument ok. Sasa hiki kifaa cha Sherlock kinafanya utafiti kujua kwenye haya mawe kuna aina gani ya molecule. Je, hii molecule inahusiana na maisha? Sasa unaweza ukajiuliza hiki kifaa kinawezaje kuona kwenye haya mawe kuna aina gani ya molecule? Okay, hiki kifaa kinatumia style inaitwa Raman spectroscopy. Kwenye somo la physics ulifundishwa kitu kinaitwa electromagnetic spectrum, ambao hii inaonyesha ni aina gani ya, ya mwanga ambao unapatikana kwenye ulimwengu wetu. Sasa kuna mwanga ambao sisi binadamu tunaweza kuuona, huu ni mwanga wa visible light, huu ni mwanga ambao tunatumia kuuangalizia vitu na kuona vitu viko wapi, lakini kuna aina ya mwanga ambao sisi binadamu hatuwezi tukauona, sababu huu ni mwanga ambao umeongezewa nguvu kwa mfano mwanga kama ultraviolet, huu ni mwanga ambao sisi binadamu hatuwezi kuuona, ni mwanga ambao umeongezewa nguvu kidogo hu. Kwa hiyo huu mwanga kwa kuwa na nguvu, unaweza ka ukapenya kabisa ndani ya molecule na kuleta picha ni aina gani ya molecule ambayo inaangaliwa hapa. Sababu baada ya kutuma hizi ultraviolet rays kwenye hii sample, kuna baadhi ya mwanga au photons zitapungua nguvu yake. Kwa hiyo kiasi cha nguvu ambayo kimepotea au kimepungua ndo kitakupa picha ni aina gani ya molecule ambayo una deal nayo hapa. Yani hii molecule imejiunganishaje, inatumia bondi gani? Covalent bonding au ni aina gani ya bonding? Sasa hiki kifaa cha Sherlock kinaweza kuona haya yote. Yaani, kinaweza kuangalia ni aina gani ya molecule kwa kutumia umwanga wa ultraviolet. Sasa matokeo ya hiki kifaa kufanya utafiti kwenye hii sampo ndiyo haya, na haya matokeo yanaonekana kwenye hii graph. Sasa hii ni data ambayo ni complicated kidogo, lakini wewe kitu cha kujua hapo ni kwamba ukiangalia hiyo G band inamaanisha kwamba kwenye hii sampo kuna uwepo mkubwa wa graphite, na tunajua graphite inatengenezwa na muunganiko wa carbon, yani ni carbon carbon bond sasa tunajua duniani hapa maisha yote yanatumia carbon, yani life ni carbon based. Japokuwa kuna vitu vingi sana hapa duniani ambavyo vimetengenezwa na carbon, lakini havihusiani na maisha. Kwa hiyo hii lover kudetect haya madini ya graphite haimaanishi kwamba hii ndio evidence kwamba maisha yalikuwepo Mars, hapana. Ndio maana tunahitaji kufanya utafiti zaidi na kifaa kingine ili kuweza kuthibitisha kwamba, okay, tumeona hizi ni carbon. Je, ni aina gani ya carbon zinahusiana na maisha kweli? Sasa kifaa kingine ambacho kilifanya hii kazi ambacho kipo kwenye hii lova ni hiki kifaa, kinaitwa Pixel, yani planetary instrument for x-ray lithochemistry. Sasa utakuwa umesikia neno x-ray. Tukirudi kwenye ile electromagnetic spectrum, utaona kabisa huu ni ule mwanga ambao una nguvu kubwa kweli. Kwa hiyo inamaanisha kwamba huu mwanga utapenya ndani kabisa hii sampo na kuona ndani kabisa hii sampo imetengenezwa na nini. Sasa kitu ambacho hiki kifaa kinafanya ni kumulika huu mwamba na ule mwanga wa X-ray. Sasa kwa kuwa umwamba umetengenezwa na element mbalimbali, yaani madini tofauti tofauti ambayo haya madini yanatumia atom mbalimbali, inamaanisha kwamba ule mwanga wa X-ray na wenyewe unatabia kuinteract na atom mbalimbali mbali kwa staili tofauti tofauti. Kumbuka hizi atom zikipigwa na huu mwanga wa X-ray, inamaanisha kwamba mwanga au photon ambayo imeongezewa nguvu kweli, hii nguvu itaama itaenda kwenye hizi atom na hizi atom huwa zina tabia ya kutoa mwanga kulingana na nguvu ambayo imepewa na kulingana na atom yenyewe ikoje. Sasa ule mwanga ambao unatoka kwenye hizi atom ndio moja kwa moja hiki kifaa kinaweza kuuona huu mwanga na kujua ni aina gani ya atom ambao zipo kwenye hii sample. Yani ni kama hiki kifaa kinaweza kikatengeneza ramani nzima kabisa ya hii sample, yani kujua sehemu gani kuna atom gani na hii ni element gani hapa. Yeah, science ni amazing sana. Sasa majibu ya hiki kifaa cha pixel ndo hayo unayoangalia hapa kwa juu, utaona ni jinsi gani mwanga tofauti tofauti ulikuwa unatoka kwenye hii sample. Sasa hiki kifaa kilifanikiwa kudetect uwepo wa madini ya vivianite, ambayo haya yanatengenezwa na iron phosphate na madini mengine ambayo hiki kifaa kilifanikiwa kuyadetect ni haya madini yanaitwa gregite hii nayo ni iron sulfide. Sasa huku duniani haya madini mawili, vivianite pamoja na hii gregite, huwa yanahusishwa sana na viumbe hai, yani zile bakteria. Kwa mfano, ukiangalia hii vivianite huwa inapatikana karibu na mito, sababu hapa ndipo huwa kuna wale bakteria ambao wanaitwa geobacter, na huyu bakteria kitu anachofanya ni kwamba huwa anakula iron 3. Ion 3 oxide, alafu anajisaidia ion 2. Hapa anakuwa anafanya ile oxidation reaction, na hii process anayotumia kutengeneza msosi wake ni process inaitwa chemothynthesis na hii ndio inayompa nguvu huyu bakteria hadi anaweza kuishi. Lakini sasa hii ion tu ambao anajisaidia, sasijua anakojoa au anaenda haja kubwa, lakini kwa kuwa hii ni ion yani ni chuma, inamaanisha atakuwa anajisaidia haja kubwa kabisa <laughs> Okay, sasa hii ion tu ambao huyu bakteria anajisaidia ikiungana na fosfate pamoja na maji, ndipo inatengeneza haya madini ya Vivianite. Gregite na yenyewe ni hivyo hivyo, bakteria anakula sulfate, alafu anajisaidia sulfide. Sasa hii ikiungana na chuma au ion, ndipo anatengeneza haya madini ya gregite. Haya yote ni madini ambayo huwa duniani yanahusishwa sana na bakteria. Sasa swali ambalo linabaki ni kwamba, je, haya madini kupatikana kwenye hii sayari ya Mars inamaanisha hii ni kazi ya bakteria sababu haya madini tukiyaona huku duniani tunasema ya hii ni kazi ya bakteria. Kwa nini tukiyaona Mars tusiseme hii ni kazi ya bakteria? Sababu kama unavyojua bakteria wao huwa hawana mifupa, kwa hiyo hauwezi ukaenda ukachimba mifupa ya bakteria <laughs> na ukasema kwamba umepata bakteria. Kitu ambacho unaweza ukaangalia na kujua kwamba bakteria alikuwepo hii sehemu au hakuwepo ni hii haja kubwa yao, na unaweza ukaangalia haya madini ya greigite, au Vivianite, kama yapo hii, haya maeneo unaweza ukajua bakteria wa aina hii walikuwepo kwenye haya maeneo. Hii ni tofauti na wanyama wengine wa ambao unaweza ukakuta mifupa yao bado ipo mamilioni ya miaka iliyopita, lakini kwa bakteria hauwezi ukafanya hivyo. Kwa bakteria utategemea vinyesi vyao... okay. <laughs> nilikuwa sitaki kusema hili neno. Kwa bakteria utategemea hii prosesi ya redox, nitakwambia kama ni kweli bakteria alikuwepo hili eneo hakuwepo hili eneo. Sasa mimi, kitu kizuri ambacho kinanifanya niipende sayansi ni kwamba sayansi sio kama dini, eti tutakubali idea za watu au kundi fulani la watu kisa wao wana akili kutuzidi. Hapana, idea yako ya kisayansi ukiileta, kila mtu ataanza kuifanyia kazi ili kuidisapprove yani kuipinga kwamba hiki kitu hakitakiwi kuwa hivyo, alafu wewe kazi yako itakuwa ni kuwaonyesha ni njia gani umetumia kupitia hadi umefikia hii conclusion kwamba hiki kitu kinatakiwa kuwa hivyo. Na akibatika mtu akapata njia ya kudisapprove au kuonyesha hiki kitu sio ukweli, basi itabidi tu ukubali na uendelee kufanya utafiti mwingine hiki ndo kitu ambacho kinaifanya science niendelee kuipenda sana, sababu haya sio mawazo ya mtu mmoja. Hata wewe leo unaweza ukaamua upinge, huku ukionyesha evidence yako, ni kitu gani umefanya ili kudisapprove hii theory. Sasa hiki ndio kitu ambacho kilitokea baada ya hii pepa, yaani watu ambao walikuwa wanataka kutengeneza hii pepa walikuwa wameanza kuiandika wameandika utafiti wao vizuri, lakini walipoipeleka hii pepa ili iweze kufanywa review, wakaambiwa kaeni kwanza tufanye utafiti na sisi ili tuweze kujua hiki kitu ambacho mnatuambia ni kweli au uongo. Ndio maana ili pepa au huu utafiti ulichelewa kwa muda wa mwaka mmoja ulikuwa utoke mwaka jana, lakini watafiti wengine wakasema kwamba tulia kwanza tuweze kuona ni kitu gani mnachotuambia hapa kina ukweli ndani yake. Je, hii proses ya redox, haiwezi ikafanyika bila kuwa na maisha? Na hii ndo sababu kwa nini kwenye hii pepo utaona kuna watu wengi kweli wameshirikiana kuiandika hii pepa, sababu hawa wengine ni waandishi wa hii pepa, wengine ni watu ambao walikuwa wanapinga na ambao walikuwa wanatoa idia mbalimbali za kucrash hii theory na kusema kwamba hii sio evidence ya maisha. Na hiki kitu ni kweli sababu hii process ya reduction pamoja na oxidation inaweza ikafanyika bila kuwa na process za kibiolojia na hiki kitu ni kweli sababu hii proses ya redox inaweza ikafanyika bila kuwa na proses za kibiolojia kabisa. Kwa mfano, sehemu ambapo kuna joto kubwa kweli, lakini pia presha ya kutosha, au hata uwepo wa supercritical water vinaweza vikafanya hii redox reaction, vinaweza vikareduce hii ion na kutengeneza ion tu. Kwa hiyo wanasayansi walioandika hii pepa walikuwa wanatakiwa kuthibitisha kwamba kweli kwenye hii sehemu walipochukua hii sampo hakuna kitu kama hichi kimetokea kabisa, yani hakuna volcano, hakuna evidence yoyote ile ya volcano. Lakini pia kitu kingine ambacho alikuwa anatakiwa kuonyesha ni kwamba, je, hii sampo au huu mwamba haujatoka sehemu nyingine kabisa Mars? Yani ulikuwepo hapa kwa muda wa miaka bilioni tatu iliyopita, au huu ni mchanga ambao umerushwa kutoka sehemu nyingine. Na hawa wanasayansi waliofanya utafiti wakasema, hili rover kawaida, kabla ijachukua sample, huwa inapuliza hii sehemu. Kwa hiyo vitu ambavyo vingekuwa viko luz, yani particles za mchanga ambao ziko luziluzi, zingeluka kabisa na kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo inamaanisha kwamba hii ni sehemu ambayo imekuwepo hapa kwa muda mrefu kweli, yaani huu mwamba umekuwepo hapa kwa muda mrefu kweli na hujasumbuliwa kabisa na vitu kama volkano au joto kuwa kubwa au hata presha kuwa kubwa, useme ile proses ya redox inaweza ikatokea hii sehemu. Sasa walivyothibitisha kwamba haya yote hayajatokea, timu nyingine ikaja na kusema kwamba hii process ya redox reaction inawezi ikatokea sehemu ambapo kuna maji ambao haya maji yamejaa asidi ndani yake. Kwa hiyo huenda maji ya Mars ya yalikuwa na asidi ndani yake, ndio maana tunaona hii process ikifanyika. Okay, wakasema kweli, hatujui kama maji ya Mars yalikuwa na asidi ndani yake sababu hatukuyakuta maji Mars, lakini utafiti uliofanyika kwenye hii sehemu ulifanikiwa kupata haya madini yanaitwa olivine haya ni madini ambayo hayapatani kabisa na asid, yani hayawezi kusurvive kwenye asid. Asid ikiwepo haya madini inamaanisha, yangekuwa medisolve kabisa kwenye asid. Kwa hiyo uwepo haya madini ya olivine ndio ulisevu hii ripoti na ndiyo maana hata imekuwa published sababu waliona kabisa uwepo haya madini ya olivini inamaanisha kwamba hii proses haiwezi ikafanyika bila kuwa ni proses ya kibiolojia. Kwa hiyo hapo ndo walipoishia, japokuwa kuna wanasayansi wengine ambao bado wanaendelea kutafuta njia ya hii proses kufanyika bila kuhitaji biological process, yaani wanasema hii proses inawezi ikafanyika bila biology ya maisha kuwepo kabisa. Kwa hiyo ndio maana utaona hata hii title haisemi kitu kuhusu maisha kabisa, lakini ile original title ya hii paper ilikuwa inasema kwamba hii ni sign ya maisha kuwa yalikuwepo Mars, lakini ya sasa hivi wameweka terminology za chemistry humu ndani <laughs> ili kutuchanganya kabisa, sababu wanataka wasiweke mkazo sana, sababu kuna kipindi kitu kama hichi kilitokea na wakaweka mkazo kweli kwamba wamepata maisha Mars lakini baadaye wakaja kuumbuka kwamba huu ulikuwa sio ukweli. Kwa hiyo ndio maana sasa hivi wameamua kuwa makini sana, kitu ambacho wanasema ni kitu ambacho hawamaanishi asilimia mia. Lakini tuna hope siku moja hii sample italetwa duniani na itafanyiwa utafiti kwenye maabara kubwa kweli ambayo zipo hapa duniani na kutambua kweli haya ni maisha ya zamani ambayo yalikuwepo Mars, yani maisha ya bakteria yaliyokuwepo miaka bilioni tatu iliyopita au hii ni process ambayo ilifanyika bila uwepo wa maisha kabisa kwenye sayari ya Mars. Sasa kwa mfano hizi sample zikaletwa duniani, kitu cha kwanza ambacho tunaweza kuangalia ni kwamba, je, molecule za maisha ambazo ziko Mars zinatumia design gani? Sababu tunajua hapa duniani molecule zinazohusiana na maisha zote huwa zimejitengeneza kwa kufata mkono wa kushoto. Yani, kuna kitu anakiitaga chirality kwenye hizi molecule. Yani, kuna molecule za mkono wa kushoto, lakini kuna molecule ambayo zimejitengeneza kwa mkono wa kulia, lakini molecule ambayo maisha ambayo yapo hapa duniani yanaitumia sana ni ile molecule ya mkono wa kushoto, yenye design ya mkono wa kushoto, left hand chirality molecule. Sasa haijulikani sababu ni nini, kwa nini maisha ya duniani hapa yaliamua kufata hii design, lakini tukikuta maisha ya Mars na maisha ya hapa duniani yanatumia design moja tunaweza tukaanza kuconclude kwamba huenda maisha hapa duniani yalitoka yakaenda Mars au maisha ambayo yalikuwepo Mars ndo yalikuja hapa duniani, sababu mara nyingi huwa kuna zile asteroid ambazo zinatoka Mars, yaani udongo au miamba ambayo inatoka Mars inakuja duniani, sababu tunajua Mars sometimes huwa inapigwa na asteroid, hata hapa duniani huwa tunapigwa na asteroid. Sasa ule udongo au ule mwamba ambao unatoka Mars yaani unarushwa hadi anga za mbali kulingana na ile impact ya asteroid ambayo ilipiga kwenye sayari ya Mars, sometimes unaweza ukasafiri hadi kudondoka hapa duniani. Na kama umewahi kusikia story kwamba Mars kuna maisha, basi jua kuna kipindi fulani hivi wanasayansi waliweza kupata mwamba mmoja ambao umetoka Mars na no walipo uangalia kwenye telescope wakaona mbona huu mwamba una koloni kama za bakteria hivi. Hata ukiangalia huu mwamba unaweza ukasema hizi ni bakteria kabisa. Sasa kwa kuwa hawa wanasayansi walikuwa na vibe ya kudiscover maisha Mars, moja kwa moja wakampelekea Rais stori. Rais akaamua aruke nayo <laughs> Rais wa Marekani wa Marekani kipindi kile mwaka 1996 alikuwa ni Bill Clinton, na Bill Clinton aliweza kutangaza kabisa kwamba ya wamepata evidence ya maisha Mars lakini mwaka 2022 wana wanasayansi walisema kwamba ile evidence ya Mars ilikuwa ni ya mchongo. Ile ilikuwa tu ni chemical reaction ambayo inawezi ikatokea kama umwamba mwamba ungekuwa uko ndani ya maji. Kuna process inaitwa serpentinization ndio iliyotokea hapa, kwa hiyo hii sio colony ya bacteria, bali hii ni process ambayo haihitaji biology kabisa iliyotokea hapa. Kwa hiyo mwisho wa siku, yeah, unaweza ukaona tabia ya NASA kukurupuka na kusema kwamba wako shua 100%. inaweza ikawa kosti baadaye. Kwa hiyo ndio maana sasa hivi sa wameamua kuwa makini sana, hawajasema kwa asilimia mia kwamba hii ni evidence ya maisha hapana. Wamesema kwamba uwende inaweza ikawa ni evidence ya maisha lakini, ukweli wa mambo ni lazima hizi samples siku moja zirudishwe duniani. Marekani walikuwa na misheni nzuri kweli ya kurudisha hizi samples duniani, lakini kwa inavyoonekana serikali ya Donald Trump bado haitaki kutoa hela ambazo zinatakiwa kuweza kurudisha hizi sampo duniani, na walikuwa wamepanga mission nzuri kweli. Hebu tupia komenti kama unataka siku moja nije niiongelea mission ya kurudisha sampo za kutoka Mars hadi duniani. Lakini habari nzuri ni kwamba China na wenyewe wana mpango wa kufanya mission, na hii mission yao wanataka kuifanya mwaka 2028. Kwa hiyo China wanaweza wakawapiga fimbo Marekani, sababu Marekani bado wanajivutavuta sana, na nimesikia watu wengi wanasema kwamba kwa kuwa sasa hivi Marekani wameishapata sehemu ambapo wanahisi kuna evidence ya maisha Mars, hapo ndo China wanaweza wakatua na kuchukua hii sample. Lakini mi nadhani misheni ya China inaweza ikawa na priority nyingine kabisa, wanaweza wakatua sehemu nyingine na kuchukua sample na kuirudisha duniani sababu wao wanaweza kuwa wanataka tu kuchukua sample na kuirudisha duniani. Kumbuke hizi sample za Perseverance au hii rova ya NASA ambayo imekuwepo Mars kuanzia mwaka elfu mbili na ishi ishirini ishirini na mbili imekaa Mars kwa muda wa miaka minne na imekuwa inakusanya sampo mbalimbali, na inachagua sampo kwa umakini zaidi. Kuna sampo zingine ilikuwa inazitupa chini, yani inazichukua, inazifunika vizuri afu inaziacha chini. Zingine zile sampo ambazo zina umuhimu sana, ilikuwa inazitunza ndani. Kwa hiyo sampo za Perseverance, kwa kuwa imezisort out kwa muda mrefu kweli kwenye sayari ya Mars, zitakuwa na thamani kubwa sana kwenye upande wa science lakini sample ambazo huenda China watazichukua ya zinaweza no, zisiwe na thamani kubwa sana kwenye swala zima la science ya maisha yaliyokuwepo Mars. Sasa huenda wa China labda watani prove tofauti, huenda watafata hizi sample sehemu pale pale ambapo hii rover ya Perseverance imechukua hapo hizi sample. Na hii mimi nadhani itakuwa ni amazing sana sababu itakuwa na value kubwa sana kwenye swala zima la science na kuweza kujua hii sayari ya Mars kama kweli maisha yalikuwepo. Ok, asante za kuangalia kuangalia hii video. Jina yangu ni Jmax the ATG, nimekuwekea hapo ile part 1 ya hii video ya Mars, unaweza ukaicheki, lakini pia kuna ile video nyingine ya chombo cha Perseverance kikiwa kinatua Mars. Mi, nasema kwamba Marekani kuacha kufuata hizi sample Mars ni very big mistake. Bye bye.